Haleluya, napenda kukusalimia katika jina la Yesu Kristo Nazareti. lha Wakati huu napenda kukumbusha neno la Mungu na kichwa cha somo ambacho leo nitaenda kukisimamia kinasema, yawezekana kukataliwa na Mungu baada ya kuitwa. Kumekuwa na mafundisho potofu ambayo yanaendelea yana duniani kote ambayo chanzo chake kikubwa ni huko nchini Marekani ambayo haya mafundisho yanasema kwamba mtu baada ya kuokoka ukishaokoka tu, wewe ni wa mbinguni tu, usifikirie kingine tena. Haya mafundisho ni potofu, yanaanzia huko nchini Marekani, lakini pia hata hapa Tanzania kipo kituo cha televisheni ambacho kinaendesha mafundisho potofu kama hayo. Ukifungua kwenye Azam TV channel namba saba TV moja inaitwa Toplas TV ambayo inaendesha moja ya mafundisho potofu haya, kwamba baada ya mtu kuokoka aijalishi maisha gani ambayo anaishi, kuwa yeye yuko sawa na Mungu kwa sababu ameshaokoka. Hii siyo kweli, sio kweli. Kwa sababu gani? Kwa sababu baada ya mtu kuokoka ni kweli unakuwa umeitwa na Mungu, lakini kama maisha yako yakibadilika yakiwa ni maovu, kuna uwezekano wa wewe kukataliwa na Mungu, ukawa si wa Mungu tena, ukawa ni wa ibilisi shetani. Kwa kigezo cha wewe kuokoka haimaanishi kwamba kila kitu umeshamaliza. Bado kuokoka ni safari, ni lazima upigane kama ambavyo Paulo anasema. Paulo anasema katika kitabu cha Wakorinto Wakorinto 9:26 mpaka 27, Paulo anasema hivyo. Anasema kwamba anavipiga vita . Maana yake wokovu haimaanishi kwamba baada ya wewe kuokoka, maana yake kwamba umemaliza kila kitu, umeshashinda. Haimaanishi. Unapookoka maana yake umeanza safari, wokovu ni process. Kwa ni lazima ukatai hayo mafundisho potofu baada ya kuwa umeokoka uzani kwamba umeshamaliza kila kitu, bado unatakiwa kushinda maisha ya dhambi na kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Ikiwa ukikataa kuishi maisha yanayompendeza Mungu, ujue kwamba unaweza kupoteza ushirika wako na Mungu. Amina. Mungu akubariki, amen.